kwenda vizuri itakuwa ni rasilimali nzuri kwa taifa la Tanzania. Na kingine kama watumishi wa umma, angalau hata kama mna mishahara mikubwa mmepata mafanikio, mjaribu kuwa wastaarabu, kujua kwamba hawa watu tunaowaongoza wanaangalia, wanapiga hesabu. Na watoto wa chuo wamesoma hana, hana kazi ya kufanya, hapokee mshahara, lakini anapiga hesabu kwamba mkuu wa mkoa anapokea mshahara kiasi fulani, lakini tunaishi naye kwenye mazingira. Kuna kuna vitu alivyowekeza hivi vitu alivyowekeza je, ni haki ni vinalingana na mshahara naopata? Haya ndo matatizo ambayo yanatokea sasa. Imefika sehemu kwamba tatizo lililotokea hili, kuna watu wamelengwa kulingana na rasilimali ambazo wamewekeza, lakini watu alikuwa nafikiri kwamba huyu mtu kulingana na vitu alivyowekeza hivi sio sawa. mshahara naupata labda pengine milioni kumi, vitu alivyowekeza ni vya mabii ya fedha. Sasa huyu mtu kimwambia kwamba mshahara ninaopokea ni ngumu aweze kukuelewa. Ni vijana wenye wenye akili, wanasoma, wanapiga hesabu. Kwa sasa wakati mwingine marajili kwa viongozi ya ulafi wa rasilimali, kodi za Watanzania ziwe na heshima. Eh, tujaribu kuangalia kwamba sio sawa. Wakati mwingine wazazi wanawashirikisha watoto wake kwamba mimi nafanya biashara, lakini nahangaika kulipa kodi. wakati mwingine mzazi, wakati mwingine wamepishana navya raheli kodi, sio rafiki na huko anahangaika kumlipia mtoto kodi. Mwisho wa siku, kupitia hii kodi ndiyo rasilimali ambazo zinapatikana, ambazo serikali inafanya kazi, lakini mwisho wa siku inakuja kutokea kwamba huyu diwani aliyepata udiwani kwa miaka mitano, amewekeza mtaa mzima yeye mwenyewe. Sasa huyu kijana anajiuliza kweli, kama huu. Ndio maana leo vijana wengi wana-, wana, wana kalama mbalimbali, lakini wanakimbilia kwenye siasa kwa sababu ya mambo haya, naye anataka maisha mazuri, lakini pamoja na kuwa hayafati haki wana wanakimbilia huko Bamba, manufa, lakini wakati mwingine wanapiga kiundali zaidi, kwamba huyo amepata manufaa lakini si wa haki. Inapotokea chuki kama hii, ndo inafika sehemu sasa vijana wanaenda kwenye rasilimali za mtu binafsi za umma. Ndo hapa ambapo tunasema mtoto huyu akifundishwa kwamba hiki kitu ambacho serikali imewekeza ni kodi za baba yako, ni kodi za mama yako. Hawa watoto pengine hawana elimu ya kufahamu baba anapoharibu anaharibu mali ya kwake yeye mwenyewe, hii ni mali ya jamii. Sasa tumejikita kutoa elimu, elimu ya Mungu ina upana sana. Sasa huyu mtoto akipata elimu ya Mungu na elimu dunia, anakuwa ni mtu mzuri sana ambaye anaweza akamtendea haki mtu. Asante amani tuna ya, ha la, ya la haki <coughs> lazima watu waione haki na tusione aibu kuugili haki. Mwalimu alisema ukweli una tabia moja, mwalimu Nyerere ukweli una tabia moja, ukiupuuza ukweli lazima ujilipize kisasi wenyewe, sinagelewa na jionalo iwote, mimi nikitamani muumini wa ukweli, muumini wa haki kwa sababu